Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea chuo cha VETA Lukwa. Uwepo wa chuo hiki ni chachu kubwa sana kwa vijana kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi. Lengo la kuja hapa kusomea fani ya ushonaji, kwa sababu mimi ni fani ambayo naipenda. Huko mtaani kuna watu vijana wengi wanaingia, wanaingia kwenye makundi hatarishi, mwisho wa siku anaanza kuvuta bangi hata pia nawashukuru na wazazi wengine ambao wamejitokeza kuwaleta wanafunzi hapa, lakini pia ni, ni ni chachu kubwa sana ya kuweza kuendeleza jitihada za mheshimiwa rais za kuhakikisha uh, tunazidi kutanua uwezo wetu wa kiuzalishaji na hususan kwa chuo chetu kwa maana ya kapasiti yake au uwezo wake wa kuchukua wanafunzi eh, kwa namna ya huko mbele tutaweza kuchukua wanafunzi elfu moja mia tano. Mama yuko kazini.